ya 17 ambao wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Wamekuwa wakihamasisha vitendo vya vurugu mitandaoni. Hawa wote tunawashikilia. Tunaendelea na mahojiano nao na uchunguzi ukikamilika basi tutawafikisha mahakamani. na nisihi kwamba anayehamasisha kwenye mitandao anayetuma meseji za uchochezi kwenye mitandao hana tofauti na yule anayefanya kosa la moja kwa moja la wazi linaloonekana. Tumejipanga vizuri pia hata huko kwenye mitandao. Kwa sasa, kila kinachotumwa na kila kinachoandikwa tunakiona. Kwa hiyo ukiposti meseji ambayo unajua kabisa hii ni ya kichochezi jua hatuko mbali na wewe. Kuna mmoja nimeambiwa sasa hivi anapita nyumba kwa nyumba akihamasisha vijana waingie mtaani tarehe ishirini na tisa. Naomba apokee ujumbe huu kwamba hicho anachokifanya, yuko kama mita mbili tu kutoka kwenye pingu. Lakini pia niwashauri vijana uh, waache kuhamasishwa kutumika vibaya waache kuhamasishwa ili watumike vibaya. Akimhamasisha mtu kwamba twende kwenye maandamano, kijana mwambie chukua wewe mkeo na watoto tangulia mbele akusikika kuja ili kurupushani zinapoanza zianzie kwa yeye mwenyewe, badala ya vijana ambao hawana hawanwanajiras bali kutumika. Tunahamasishwa na watu wengi sana ambao hawako nchini, wako nje. Wewe dereva bodaboda, ikitokea kwenye kuvushani hizo umevunjwa mguu, wewe ndiye utakayedhurika hospitali, wewe ndiye, familia yako itakosa mkate nyumbani. Yawezekana huyo anayekwambia nenda nenda hata hospitali asije kukuona, lakini tukumbuke shughuli nyingine pia hazitakuwa zimesimama. Madube, wafanyabiashara wanatakiwa waendelee kufanya shughuli zao. Mtu akishapiga kura anarudi dukani kwake kuendelea na shughuli. Mtu akishapiga kura anarudi nyumbani. Kwa hiyo kama ni sokoni, watu wataenda kwenye meza zao kuendelea kuuza. Yule ambaye anatamani siku hiyo akapumzika nyumbani, basi atarudi nyumbani. Sasa tukiingiza vurugu, ni wazi kwamba hata hawa tutawanyima haki ya kufanya biashara. Tuna wale wanaosema tutalinda kura baada ya kupiga, hicho kitu hakipo, hicho kitu hakipo, na lenyewe hilo walifute. Mwenye jukumu la kulinda kura zilizopigwa ni jeshi la polisi, ndiyo mtu aliyepewa jukumu la kulinda kura kisheria. Mwenye jukumu hilo ni jeshi la polisi na si vingine. Umepiga kura nenda kakae mita mia tatu na kuendelea. Hatuna shida na wewe. Uchaguzi ukiisha matokeo yakishakamilika, utaitwa usogee pale, ili utangaziwe, bwana fulani kashinda kwa kura hizo. Nadhani tukienda hivyo tutaifanya Kagera yetu ibaki kwa ya astara, kama ambavyo sote tunafahamu, Kagera ni ya watu waliokwenda shule na sifa moja ya mtu aliyekwenda wa shule ni stau ndio maana tangu tumeanza mpaka tumefika hapa hatujasikia watu wamechaniana mashati, hatujasikia watu wamepigana ngumi wala watu wametukanana, sio kwenye mikutano ya kampeni, bali hata nje ya maeneo ya mikutano. Ni vyema tukahudumisha ustaarabu huu mpaka hapo yatakapotangazwa matokeo. Lakini pia matokeo yameshatangazwa, je, baada ya kutangazwa matokeo nini kifanyike? Kama kuna mtu ataamini kwamba kuna jambo halijakwenda sawa, ziko taratibu za sheria. Asithubutu tena na yeye kusema tutaingia barabarani kulazimisha nafasi hiyo, pia na yenyewe haita- haitakuwa